Polisi huko Ulaya wanashutukia kwamba kuna dili kubwa sana la madawa ya kulevya linafanyika, kwa hivyo wanabidi wafanye nje ndani kuhakikisha kwamba wanalisimamisha na kumkamata ama kuwakamata wale ambao wanahusika. Wasichojua wao wahusika wapo humo humo ndani ya polisi na wanawachora tu, ila harakati za tumhadi kama woka kwenye hii filamu zinawafichua wajumba wote walioko nyuma ya dili hilo. Inaitwa Havoc, kuchupa ndo kwanza ina siku kadhaa tu tangu iachiwe, starring Tom Hardy. Nitaki kutembeza kwenye hii recap, inaitwa Winani TikTok, napatikana na natumia Steven Sanu Winani. Filamu inaanza, gengi la waizi wa mtaani Charlie, Mia, Johnny pamoja na Wes wa wameiba lori lina washing machine kibao ambapo ndani yake kuna mzigo wa cocaine. Vincent Hayes Jake pamoja na Cortez, wote ni madetective wanakimbiza ilo lori kwa mwamvuli wa kwamba wao ni polisi, lakini watatu kasoro Cortez wanafukuza sababu hilo ni zagalao la cocaine. Katika mbio hizo, Cortez anaumia vibaya na kulazwa hospitali. Usiku huo Mia na Charlie wanapeleka cocaine hiyo kwa jamani Tsui, mkuu wa kundi la mafia, na kinachofanya hawa madogo wawepo hapo ni kwa sababu walimwibia gari Tsui. So alipowakamata akawaamuru afanye kazi kama namna ya kumlipa muda kidogo. Wanatokea watu kwenye mask wanamuua Tsui na wafanyakazi wake kasoro jamaa mmoja tu anaitwa Ching, yaani kama alijua vile kwamba hao jamaa watakuja, alafu atamimina huo risasi ndani, kwa hiyo akakimbia. Hata Mia na Chali nao wamefanikiwa kutoroka kwa nchi sana, yaani kidogo tu wangekuwa nao ni maututi. Kwa hiyo kesi akasainiwa detective Patrick Walker na mwenzie anaitwa Eli kuisimamia panapo kufanya uchunguzi. Walker anaona picha ya mtu anayemjua, kumbe dogo Chali ni mtoto wa jamaa anaitwa Lawrence Beaumont ishinalo nitakuja kukueleza baadaye kwamba huyu jamaa ni nani. So Walker anatoka hapo, anamwomba Eli aendelee na uchunguzi, anaenda mpaka kwa Lawrence. kufika kule, anamweleza tukio zima, lakini mshikaji anamwambia mtunze dogo kwa nguvu zako zote, uhakikishe kwamba asidhuriwe na mtu. Kwa hiyo Walker anaanza kutafuta location yao ili aweze kuwapata. Lawrence Beaumont ni tajiri anayemiliki maapartment, lakini pia ni mtu anayegombea nafasi ya uongozi wa ubunge katika jimbo hilo, ana hela kama uchafu. So mpaka hapo tanaelewa kwamba kwa nini uoka anamsikiza sana jamaa. Pia anapata nafasi ya kumtembelea jamaa ake anaitwa Kotez akihospitalini, ili kumjulia hali. Mke wa Kotez anamwambia jamaa alikuwa akisema maneno nilikuwa siyaelewi, na kwamba mkoa wa tano kitu kama hicho. Wakanaambia tu namwelewa, sema sio kosa lake, wala hata usijali. Baki na hili tukiwa mbele nitakueleza kwa nini Cortez aliwaza hivi. Kutoka hapo Uruka kati ya na uchunguzi mjini akaja mama wa Tsui ambaye ndio mkongwe wa biashara ya miadarati. Nickname yake ni Mada. Anafikia kwa Ching ambaye ndio kama General Tsui ambaye alikimbia kama wakumbuka alafu anamuuliza nini kimetokea. Sasa huyu jamaa asili yake hakumpenda Tsui. Kwa hiyo alikuwa akimzunguka kwenye madili yake. Na alifanya kazi na Jake pamoja na Vincent ambao ni askari polisi. Kwa hiyo hata lori lile lilibidi liende kwa Tsui. Sema Vincent na Jake wamsaada wa Ching wakataka kuliiba madogo. Sasa sijui wakajuaje, wakawaibia tena. Alafu kwa hiyo ili madhambi yake asijulikane, anasema wa Tusui ni dogo, anaitwa Chali mah. Akatuma watu wake wakamkamate Lawrence ambaye ndo baba wa Chali, wakimpata tu bababasi na mtoto wake atakuja. Walker anamua kumtrack mjumba wa Mia ili apate taarifa zao, kwa matumaini kwamba atampata Chali. Kufika anakuta jamaa ana ili wakimbie nchi. Kwenda nchi nyingine, hivyo anamlazimisha amwambie Mia kwamba wakutane kwenye klabu moja mjini ampe pasipoti yake. Anafika pale Mia, badala kumwona mjomba wake Raul, anakuta polisi ndo kaja jamaa, anamuuliza hali halisi kabla hata hajatoka wanaingia Vincent Hayes pamoja na Jake, ambao Mia anamgundua kwamba Vincent ndio aliyemuua Tsui. Kumbe waliokuja kwenye mask walikuwa ni hawa wajomba siku ile, ndo maana hata Ching alifanikiwa kutoroka kabla risasi zijaanza kumiminwa mule ndani. Raul kagundua kama mchezo mzima unaoendelea unafanywa na Vincent. Alijakaa sawa Raul mjomba wa Mia akatokea Johnny, pamoja kwa huzuni sana anafariki pamoja, anafanikiwa kutoka na Mia na, na, wa na, na, na Chali wakiwa salama, sema Chali anakuwa ameumia kidogo kutokana na ule mzozano wa risasi ulioendelea. Ndani Woka kugundua kwamba Vincent kumi ndo anahusika na haya mambo akamtuma Eli akamtazame Kotes hospitalini maana alihisi tu kwamba watamjia, lakini hakuwahi Ching alifika pale mapema akamuua Kotes pamoja na mke wake. Ila Eli akafanikiwa kumkamata Ching kabla hajatoroka Woka huku, ili kuwaficha anawapeleka kwenye nyumba ya shamba huko alipoishi pamoja na mzee wake zamani. Genge la madawa linawatrack pia na kuwakuta huko wakaanza kuwashana risasi tena ila wakafanikiwa kuwaua wengi yani, Walker mie pamoja na Chali. Mwisho wa beto akaja mmoja ambaye anaaminika sana na madha kuzichapa na Walker mmalize, ila Walker akafanikiwa kumuua. Mpaka mda huo alikuwa ameshachoka kinoma noma kwa sababu kashaumizwa sana. Madha na wengine wakaja wakaongezeka, wakawakamata madogo hapo. Madha akaja na Lawrence na kumwamuru amue mia, maana anajua ndo rafiki sana wa Chali. Shida yake bado anaamini kwamba Chali ndo aliyemuua Tsui. Kwa hiyo anataka naye apate maumivu yale yale ya kufariki kwa mtu ambaye anamjali sana. Anajiuliza na kwamba amekuaje machaka anajua kiasi. Unakumbuka alichokisema Cortez, kabla hajafariki, ambacho alikisikia mke wake, ndio hichi sasa. Walker naye pamoja na Cortez na hawa watatu wengine waliwahi kufanya dili za madawa huku mwanzoni. Sasa siku moja dili kafeli, wakamua askari upelelezi kwa bahati mbaya. Kuogopa ile kesi isiende mbali kwao, tangu siku hiyo wakaamua kwamba waache kabisa masuala ya madawa. Kwa hiyo chocho zote jamaa anazijua japo siku hizo afanye hizo kazi. Watu Lawrence bado anajishauri kama ampige mia ama amwache. Eli muda wote alikuwa na Ching, alienda kutafuta wanaosaidiana naye. Akaja gundua kwamba kumbe ni Vincent pamoja na Jack. Akawaleta mpaka pale ambako Mother yupo, akamwambia kwamba hao ndio wahusika, sio huyo dogo. Hapo sasa ndipo pakachimbika. Jack alipomwona Eli kazubaa, akampora risasi, anamshoot Charlie. Lawrence akamkinga, hivyo Lawrence anafariki mkononi mwa mtoto wake. Ching naye na watu wake wakampiga bastola Mother na wafuasi wake. Ching akampiga tena Vincent na kumuumiza. Vincent naye akaona siki, polepole akampiga risasi ya, ya kifua, Bwana Ching, na kumwacha afe taratibu na, na kuondoka. Walker akaona haiwezi ishia hapa hapa. Akaanza kumfuata amalize Vincent. Nyuma huku, Eli na Jack wanapigana. Eli anazidiwa nguvu. Wakati Jack anakaribia kumua, Charlie anachukua risasi na kumua Jack kulipiza kisasi cha kumua babake. Vincent alipojaribu kutoroka na treni ya mizigo iliyokuwa inaondoka, Walker anampiga risasi ya mguu. Wanabishana bishana pale, kumbe vise anamlia time tu akamwashia shaba. Woka akaona asipoteze muda akazipiga za mfululizo kwa Vincent. Eli akawachia Charlie na Mia mwisho kabisa wasipe zao, alafu akaenda kwa Woka. Woka anamsi sana mkamate, lakini Eli anakataa kwa sababu ni mtu ameshafanya naye kazi kamzoea. Saa muda huo tayari gari za polisi zilikuwa zinakuja, so jamaa anabaki tu kutazama akiwa hajui kwamba hatima yake itakuwa nini, na hapo inakuwa mwisho wa filamu hiyo ya Havoc. Huenda kwa mwisho huu, labda tutapata Havoc sehemu ya pili, ni swala la kusikilizia tu, lakini naamini hii ambayo umesikiliza sasa hivi imekufurahisha sana. Matumaini yangu umesha subscribe, na kama bado, basi wazingatia kufanya hivyo. Mimi naitwa Winani, mpaka muda mwingine kwaheri.